Na muungano wa upinzani nchini umekashifu kile walichokitaja kama unyakuzi wa ardhi yenye dhahabu huko Ikolomani, kaunti ya Kakamega. Kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa amesikitika kuwa tayari watu watatu wameuawa kutokana na mzozo unaotokota kwa sasa. Akizungumza katika kanisa la Hosana Most High Foundation Odiada, eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, Wamalwa amesema muungano wa upinzani utaelekea mahakamani kupinga shughuli iliyopangiwa kufanyika Ikolomani wameua watu zaidi ya watu watatu wamewawa, sababu ya ardhi, sababu ya dhahabu hapa Kakamega, na sio huko tu, hata Migori mambo haya yanaendelea, wanafuata dhahabu kila pahali. Sisi tumesema we are going to court to challenge the illegal eh, grabbing ya land ambayo inaendelea kule Kakamega and anywhere else. Tumeenda kotini kuchallenge ile takeover iliyofanyika ya factory zetu. Najua ya kwamba wanajaribu kuzuia, lakini leo nilitaka tukiwa katika kanisa hili muombe taifa letu. Sasa serikali ya Kenya imekataa kulipa counterpart fund ndio African Development Bank itoe pesa, imalize miradi za last mile connectivity. That's how bad things are, hiyo ndio ubaya wa hii serikali. Kwa hivyo tunaomba Eugene, nyinyi kazana, kazana tu. Sisi bunge tutaendelea kupiga kelele, we have no fears. Because sasa bunge imekuwa captured kupitia rafiki yetu Wetangula ameenda akaiuza State House. Sasa yeye amekuwa, ameshinda kuwa spika amekuwa mtu wa mkono kujejewa Ruto. Mheshimiwa Eugene mshike, mheshimiwa wapa hapa, au anataka muunde chama ii neno ya kuwa passengers kwa vyama vya watu, tutoke huko lakini tunataka ikuja kwa coalition ya One Kenya Kenya mo ambayo mheshimiwa uko ndani.